Watazamaji wa H Media majina yangu naitwa unaitwa Grace Mwakagenzi, leo bwana, klabu ya Simba inacheza mchezo wa mkondo wa kwanza wa klabu bingwa kwa upande wa kombe la shirikisho leo kuanzia majira ya saa nne nchini Morocco na hapa wilayani Karagwe wadau mbalimbali lakini zaidi, zaidi, wapenda soka wameamua eh, kufanya utabiri wao kwa ajili ya kuweza kuonyesha kwa wenzao kwamba nini ambacho kinakwenda kutokea leo hii kuanzia majira ya saa nne kamili za usiku pale eh, nchini Moroko katika uwanja wa Berkane. Kikubwa zaidi ni katika stendi hii ya Kayanga mjini Karagwe, na twende moja kwa moja tukamsikilize kijana ambaye yeye ameamua kujitoa muhanga na kufanya utabiri wake katika mechi ambayo, ni, ni mechi, ni ya kikubwa, ni mechi eh, ambayo kwa kweli Watanzania wote na zaidi kwa upande wa Afrika Mashariki na kati watakuwa macho kodo kwa ajili ya kushuhudia nini ambacho kitakwenda kutokea katika mji wa Moroko. Naitwa Yese Gresi Mkagenzi, usisahau kusubscribe, kulike na kucomment H Media Kiafrika sana. Ubaa ubwela hasalobalikane kule walipo kule wapo kwenye kajoga

Omwendi away, Omwendi away, Simba uwe. Mimi kwa jana nilitoa Fadlu Davids stakanyarwa na nimekuambia tu kitu kimoja hapa. unajua kwenye standi yote kabisa, unajua kama ni mwana Simba original afi mwenyewe mtata kabisa, nikiomba tu kitu kinatokea. hii ni Simba, ubaya wa ubora. nishaambia siku zote ka nikamwambia, ndugu yangu hapa, tengeneza kitu hapa na kitu kitaitwe kweli hapa Simba tunaambia kwamba ni mbili moja, wanaobishi waseme, anaandamana kabisa, tuweke ndani, tutatoa kesho, ila ni mechi, ni mbili moja. Anaebishi aweke hela, aguse mfukoni, hakuna chote. Kinachofuata atakayefunga goli la kwanza ni mkwara, atakayefuata la pili Kibu Denis. Ubaya, ubaya. Anaebishi aweke hela mezani. Okay, kwa majina anaitwa eh, ni mwana Simba. Shabiki, shabiki wa timu ya Simba tunaona yeah. Leo eh, mwanasimba mwenzako amefika hapa stendi ya Kayanga mjini Karagwe, Kagera, Tanzania kwa ajili ya kufanya utabiri wake ambapo ametabiri kwamba klabu ya Simba leo itashinda kwa ushindi wa magoli mawili kwa moja dhidi ya RS Berkane. Wewe kwako hili umelichukuliaje? na mtazamo wako tini... Okay, kwa mtazamo wangu jamaa iko sawa kwa sababu ukizingatia hivi leo Simba ni timu kubwa, tunaamini tuna tuna ilichoenda ukifanya kule kwetu itakuwa ni furaha kwa wanasimba, kwa watanzania wote itakuwa ni furaha. Na unaridhika na kukubaliana na utabiri huu wa siku ya leo, au unaona utabiri wako tofauti na huu? Ah, mimi sina wasiwasi, siwezi kupingana mwenzangu na mwenzangu na wakati e, ni mtabiri. Sawa, ni mtabiri, siwezi kupingana naye, yuko sahihi. wito wako kwa wanasimba wengine, wanaokusikiliza muda huu? E bana, wanasimba bwana, tujipange kuyapokea leo mazuri, tujipange kuyapokea leo mazuri tukae kwa kuendelea kusikilizia kwa kuendelea kuwangoja kwa kuendelea kuombea wana wanasimba wenzetu ambao wameenda kutufanyia kitu kizuri kwa mbele. Asante sana.